Habari zenu nyote. Katika video hii, mtajifunza jinsi ya kufungua biashara yenu ya kwanza ya hatima kwenye soko la Binance na pia jinsi ya kudai bonasi yenu ya usajili. Nitajaribu kuelezea haraka na kwa urahisi. Ikiwa tayari umeunda akaunti, unaweza kuifuta na kuunda mpya kama inavyoonyeshwa kwenye video hii ili kuhakikisha bonasi yako ya marejesho ya pesa inafanya kazi. Ikiwa huna akaunti, hebu tuendelee moja kwa moja kwenye usajili. Nenda kwenye fomu ya usajili. Ingiza barua pepe yako. Kisha unahitaji kuthibitisha kwamba wewe ni binadamu. Ifuatayo, unahitaji kuthibitisha barua pepe yako kwa kutumia msimbo utakaotumwa kwa anwani yako ya barua pepe ambayo umeibainisha Ifuatayo, unahitaji kupata neno siri. Kisha hatua muhimu sana, kwenye ukurasa huu unahitaji kuingiza msimbo wa bonasi ambao utakuwa katika maelezo chini ya video. Nambari hii itakupa bonasi ya marejesho ya pesa taslimu ya 20 asilimia wakati wa biashara ya spot. Baada ya haya utahitaji kuthibitisha akaunti yako. Usijali, ni mchakato wa haraka na rahisi. Mara tu baada ya kuthibitishwa akaunti yako ya biashara itaamilishwa, na kilichobaki kufanya ni kuongeza salio lako na kuanza kufanya biashara ya hatima. Ili kuongeza salio lako, bofya kitufe cha deposite na uchague njia rahisi ya kuongeza salio. Ni bora kutumia P2P. Hapa unahitaji kuonyesha kiasi kwa dola na uchague njia rahisi ya malipo kwako kutoka kwa chaguzi zilizoorodheshwa hapa chini. Fikiria sio tu kiwango cha ubadilishaji bali pia ukadiriaji. Kisha unahitaji kuchagua chaguo linalokufaa na ubofye bui ust. Ust au tether ndiyo sarafu kubwa zaidi ya kudumu iliyounganishwa kwa moja moja na dola ya Marekani na kutumika kama sawa na hiyo ya kidijitali. Tutahitaji UST kununua na kuuza hatima kama inavyoonyeshwa baadaye kwenye video. Baada ya kubofya buy UST, utahitaji kukamilisha malipo kulingana na maagizo ya angavu. Sitafanya hivi sasa kwa sababu tayari nina UST kwenye salio langu. Hatimaye usisahau ku Notifi sela. Mara tu muuzaji atakapothibitisha kupokea malipo pesa zitawekwa kwenye akaunti yako. Mara tu ust itakapofika katika akaunti yako ya funding, utahitaji kuihamisha kwenye akaunti yako ya siku zijazo. Ili kufanya hivyo, nenda kwenye sehemu ya biashara ya hatima, tafuta kitufe transfer, kisha chagua mahali pa kuhamisha kutoka: funding na wapi? USD-M Futures. Haya basi, fedha zako sasa ziko kwenye akaunti yako ya hatima. Sasa unaweza kufanya biashara yako ya kwanza. Tununue hatima za Bitcoin, nitakuonyesha mfano rahisi zaidi. Kwanza tunahitaji kuchagua kichocheo. Tunachagua kiinua mbili. Kadri kiinua kinavyopungua ndivyo nafasi ya kupoteza pesa zetu zote inavyopungua. Sasa tunahitaji kuamua kama tutafungua nafasi juu au chini. Tufungue nafasi ndefu, ikimaanisha tunadhani Bitcoin itapanda na tutapata faida. Sasa tunahitaji kutaja bei ambayo tutanunua kwa urahisi, bofya bei zinazopatikana, chagua ujazo wa mia moja asilimia ili kutumia kikamilifu nafasi hiyo na ubofye bui ilong. Ndivyo ilivyo, biashara yetu imefunguliwa. Baada ya muda tunaona kwamba bei imepanda na sasa tunahitaji kufunga nafasi yetu na kufunga faida zetu. Ili kufanya hivi, bofya kitufe cha market. Hongera, umefunga faida zako. Hii inahitimisha video hii. Ikiwa una maswali yoyote, tafadhali acha maoni, nitajaribu kusaidia. Kwa heri kila mtu.